na wazazi wangu lakini Ta, kwa sababu kwani sasa sini hapa tu, mimi nitakuja nyumbani kesho eh. Eh, ndio kwanza watafurahi, naona vile hata wewe wewe ha, wanidanganya mambo ya kunilisha mambo ya si... sima na sukuma Ramadhani, sima na sukuma, sikiza yani U, ugali si, si, si, si vibaya, mihogo ugali vibora virutubisho, bila ni, ni ni bora kabisa. Au wataka shawarma tu? Sidhaki shawarma, ukanifunga choo. Nataka mambo ya matobosha uh -huh. Mambo ya um, samsa za nyama, katlesi, yani Ramadhani, wajua Ramadhani huwa mapishi, maandalizi bora ya mwezi mtukufu wa Ramadhani si kula, katika matatizo makubwa ya Waislamu wengi leo Mtu akianza mwezi wa Ramadhani anaingia madukani, utakuta watu wamejaa tele, maharage, unga, sukari, michele, kana kwamba mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi mwezi wa wa nini wa kula. Mwezi wa Ramadhani ni ibada. Kwa hivyo maandalizi hasa mtu ni kuweka ratiba yake timetable, akapanga wakati wa kiamu lele, akapanga wakati wa tarawih, akapanga akapanga akapanga wakati wakati wakati wa wakati wa durus. Wakati wa kusoma Qurani, akapanga wakati wa kuhudhuria swala za jamaa, hayo ndio maandalizi anatokana na, baba unacho kifua cha kunletea vyakula, nipike maanake unavyoniona mimi kwetu, lakini alhamdulillah, jambo la mambo ya aina ya vyakula mwezi wa Ramadhani hakika ni jambo ambalo kwamba linavunja moyo, hasa watu ambao kwamba pengine wamesilimu karibuni, kwa sababu utapata watu wanapaka kauli wanasema sima sio chakula cha Kiislamu. Bimaana inafikia mahali mtu kuna uwezo wa sima lakini hataki kula sima, asema ramadhani ni ule matobosha ule wali ule piria, pilau ule biriani. Hakika sio lazima vya kula hivi, la una uwezo navyo basi kula, lakini usiweze kuharamisha vitu ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu na Mtume swsalam hakuviharamisha, mfano wa aina ya kula sima. Moja, pili ni masala ya kulazimishana, hasa katika majumba yetu. Napata mke anakuambia wana mimi mume wangu usiniletee unga usiniletee kidheri usiniletee aina fulani ya chakula. Lakini je, vyakula hivi wanavyovikataza navyo bibi zetu, je, ni nihala, halali ama ni haramu? La kuzingatiwa jambo moja peke yake, je, chakula anachokula ni cha halali ama ni cha haramu? basi hama sala mengine aina vyakula na nini sioni kwamba kuna nguvu zaidi wakati kama huo, japokuwa mtu salama amesema unapokuwa fungua madhini, anza na tende. Tende kama huna basi, chukua hata maji, na nafikiri maji yanapatikana kwa upana wake. E, e, mimi nitakupa kila kitu unachotaka e. Lakini usifanye israfu, ukaweka vyakula vingi mpaka asubuhi ukavimwaga ukapika chakula cha kingi na pengine mwenzako nyumbani jirani, hata kama pia si Mwislamu yuko pale jirani yako mpatie kile chakula. Pengine ataingia imani, ataona wao e, wafunga na mimi pia, ataingia imani atafunga, na pengine ataingia katika dini ya Kiislamu ile kupata kile chakula Mwenyezi Mungu amekupa, ama vitu ambavyo unavipata, ganyia na maskini ama wale mafukara, angalau na wao wajisikie katika hali ambayo nyote mtakuwa mko sawa katika dini ya Kiislamu ama mwezi mtukufu wa Ramadhani, bora tu ukubali. Basi mimi sasa sikukubali paka nikazunguze na wazazi wangu mm, mm, si mimi sioi wazazi wako na kwa wewe. Sasa mimi wazazi wako wanaingilia nini hapa? Eh, ni wewe tupendane tuishi pamoja alafu ufurahi kwa sababu Ramadhani ndio imetuleta pamoja. Kwanza ati wazazi watanini? Wa, wa, wa, sijua wanaingilia nini maanake, ni wewe ndo. Mpaka nipate ridha ya wazazi, siwezi tu kukubali. Ati mimi na wewe tufunge ndoa, kisha na maana wani wa mimi, hapana. Ha, ha, wanitaka we, wanipenda kweli yeah. mimi siku sikupasuka mtini Sheikh. mimi na wazazi wangu, kama unanihitaji unani kweli, tuende mpaka nyumbani ukanyooshe maelezo, wazazi wajue natoka nyumbani na ja nyumbani Si wa kichochoroni basi, tuende basi sasa hivi kama yezi basi, yaweza ama vipi? hmm. Wa alaikum salam. Vipi hali? Alhamdulillah sibi zako utokako. Likotoka na, na, ma nachokaaa al al Alhamdulillah na, nakuja nakwambia. uh -huh, kuna mwanamume asema wataka kunioa uh -huh, hii Ramadhani. uh -huh, sasa mimi singeweza kukubali, likuwa namwambia mpaka nije kwa maa nimwambie kwamba napata kheri eh, hii ramadhani tu peke yake ama yani well, sijua jua mimi sijampatia jibu kwa sababu nina hofu yeah, labda yataka kuoa hii Ramadhani kwa sababu ya mapishi. Ajua waume wengi huoa kwa sababu tu hii ya Ramadhani ma yeah. Sasa lakini anasema atakuja yeah, atakuja umsikize yeah, alafu we ni mtu mzima yeah. Mamangu Mama utajua kama kweli ni ya ni ya Ramadhani peke yake yeah, ama mpaka baadae ama, hmm. Ama maisha mwenyewe itakuwa yashapendekeza mwenyewe sawa. Hakuna kachao. Mwenyezi Mungu tajali tajali, ive heri si yetu, lakini aje, sio kwa Ramadhani tujue na, eh? eh. ah, na kuoza ni mumeo uh, yeah. mwishi taka eh, mm hivi -hmm. eh. Basi sawa, mimi nitamwambia aje kesho, maana siwojua Ramadhani kesho kutwa. Nataka inshallah Ramadhani kiingia tu haa, iwe tushahalalisha, hakuna neno. Shukran ma basi, acha mimi niingie ndani, alafu nitazungumza naye, ataleta posa haa, kila kitu kitakuwa sawa, alafu inshallah sawa sawa, haya.